Naam, habari yako wewe mfuatiliaji wa 36 on air au Moka 360 TV. Yes, natumaini wewe ni mzima kabisa wa afya. Uh, ni jambo la kumshukuru Mungu pia. Yes, na sisi kama ilivyo ada yetu, wewe kuweza kukupatia updates zozote ambazo zinajiri katika dunia. Na huo ni wajibu wetu wewe kukuweza kubu, uh, kuburudisha muda wote ambao utakuwa labda unahitaji pumzika na kuweza kusikiliza au kuweza kupata taarifa makini kabisa, basi hapa 36 on ni sehemu yako sahihi kabisa. Kama utahisi hombwe au sintofahamu ya taarifa zozote, basi hapa sisi tutakuwekea sawa kila update ambayo inajiri, na kubwa kuliko bwana. Yes, jana uh, mapema sana, uh, baba babanani Mwijaku ameweza kumtolea povu baba Levo pamoja na Diamond Platnumz baada ya kusema kwamba Diamond hajali ndugu zake, anajali marafiki tuna hiko, kitendo sio kitendo kizuri, na ameweza ku mention baadhi uh, ya vitu ikiwemo nyumba ambayo uh, anajenga Baba Levo. Naam, sasa hivi hilo ghorofa lake la kama bi kadhaa hivi uh, na amesema kwamba hilo ghorofa, yeye Baba Levo ana uwezo uh, endorsement zote ambazo anazipata, lakini hawezi kufikia uwezo wa kuweza kulimalizia hilo au kulijenga Uh, hiyo itakuwa ni uh, tagi kupa, kutoka kwa baadhi ya watu matajiri, amemtaja Diamond Platnumz yes. Basi bwana uh, kwa ajili ya uh, muendelezo wa ishu kama hizi ni vyema sana uka, ukaenda kusubscribe channel yangu ya YouTube at Moka 360 hapo na mkifanya hivyo kisha subscribe, basi itakujia alama ya kengele na wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuzipata taarifa zetu kila ambapo tunakuwa tunaachia etu uh, naam mfuatiliaji bwana uh, hapo jana mapema kabisa na Baba Levo na Mwijaku kupitia redio moja hapa nchini ameweza kufunguka mambo mengi sana kuhusiana na Diamond, jinsi ambavyo anaishi na ndugu zake. Amesema sio kitendo kizuri, kwa sababu inaonekana kabisa jamaa hajali kuhusiana na ndugu, ila anajali marafiki au machao ambao wanampa airtime kwa kila siku, labda kuzungumzia habari zake au taarifa zake, na hiki sio kitu kizuri. Anasema kwamba kwa nini ndugu zako wanawaacha doro na wengine hawana hata viwanja vya kujenga, lakini kwa nini wewe unakwenda uh, kumpa mtu ambaye ni mtu, ni mtu baki kabisa ni mfanyakazi wako? Kwa nini unaenda, unaenda kumpa vitu vikubwa kabisa kama kuweza uh, kumwongezea fedha kwa ajili ya kujenga gorofa na kumpa michango mingine mingi, ikiwa ndugu zako wanaendelea kupata tabu na wanakusapoti sana katika issue zako? Naam, na ni kweli bwana, ukiangalia uh, safu nzima ya WCB wasafi classic baby au Wasafi Media ni watu wengi sana ambao watu wake wa karibu au ndugu zake Diamond ndio waliokaa pale katika vitengo, vitengo vikubwa na kufanya kazi lakini yeye hajali. Kwa mujibu wa maelezo ya Mwijaku anasema kwamba Ricardo Momo ni mtu wake wa muda mrefu sana. Aa, na anafanya vitu vingi sana vya Diamond na anasukuma mambo kisasa zaidi na anaweza kusapoti kwa namna moja ama nyingine, na kuweza kulinda jina la Diamond mahara popote ambapo linachafuliwa. la la Lakini cha kushangaza mpaka leo hii uh, anashindwa hata kumpa pesa ya kuweza kununua hata kiwanja Ricardo Momo. Sasa hatujui kitu gani ambacho kinaendelea ndani Mwijaku, kwa kuweza kuweka wazi wale, na pia yeye mwenyewe aliweza kupata sintofahamu, akasema kila Idi Santos wote hao, na katika magrupu ya familia mara kadhaa huwa wanamchana Diamond Platnumz kwamba bwana ni mtu ambaye hasaidii familia, yeye anaangalia watu zake wa pembeni tu, ikiwemo machawa kama Baba Levo na watu wengine ambao wanampa airtime lakini ndugu zake ambao wanafanya kazi ambazo ziko a, katika msingi wa kumuweka Diamond juu kila siku anashindwa kuwajali, ikiwemo ishu nzima ya Wasafi Media a, ambayo ni redio yake na tv yake pia, ikiwemo ishu nzima ya ya ya kusimamia wasanii wake wa kwenye lebo ikiwemo, tunatambua kwamba Ricardo Momo alikuwaga meneja wa Harmonize hapo awali, alikaa naye kwa muda wote wa mkataba wa Harmonize, pia akawa meneja wa Lavalava na mpaka sasa, pia mdogo wake Idi Santos pia naye ni meneja wa msanii Di Voice ambaye ametambulishwa hivi karibuni na anafanya vizuri sana katika muziki wake lakini imeonekana kwamba ni kuto kujali na hata Esma pia, Esma anasema Baba Levo, na Mwijaku anasema kwamba eh, Esma amemsaidia sana Diamond pia kuweza kuzuia kupaa au kuweza kupata nyumba yake ya Tegeta huko. Yes, amezungumzia pia hilo. Lakini kwa nini hajali? Kwa nini, ah, anawatenga? Ana, ana, ana ndugu hawapi muda mzuri. Kwa mfano kama anaweza kumchangia Baba Levo fedha nyingi sana kwa ajili ya kuweza lile Uh, kujenga kuweza kujenga lile gorofa. Uh, basi anashindwa je kuweza kuwapatia ndugu zake uh, hata viwanja au hata nyumba kwa level ambayo iko nao Diamond Platnumz? Hiki bwana ni kitendo cha ajabu sana ambacho Mwijaku amekisema, bwana. Kwa taarifa zaidi tufuatilie sisi na, asante sana kwa muda wako na mbele hapo nitakwenda kuachia video. Naam, bye, bye.

sinaka utaratibu wa kujionyesha unanijua, utaratibu wako. Sinaka utaratibu wa, wa kujionyesha. Mimi huwa nakuja kama surprise, kama chapa. Sasa unanijua mm. Lingine mkweli wewe, we una imani ya Mungu, hosta zipo. Ndugu yako anamchukuaje? Hakuna tajiri duniani anafurahia ma, mafanikio ya mfanyakazi wake. Tajiri ana ndugu zake, mwambino mm. na ndugu zake, wewe mwanzo wako mapua, anajinadi kuwa kwa mwambino, atanipa atanipa milioni 70 nimalizie nyumba hivi. Mtu kama Ricardo anajisikiaje? Ricardo hata kiwanja hana, anajisikiaje kumwona kaka yake anampa mtu wamalizie nyumba, mtu kama Idi Santos atajisikiaje? Idi Santos mpaka ananuna anaandika maneno mabaya kwenye grupu la familia. Mwanzo wake mwambino ataendelea kumsaidia yule, kwa sababu ndugu, nimeambiwa za ndani kabisa, ndugu wa mwambino wamekaa kikao, wanasema mwambino anaakili, anawacha kina Santos, anawacha kina Ricardo anawacha kina Esma kuwasaidia. Esma amemsaidia ndio kapata nyumba yake Tegeta sijui wapi, hao wengine wanapambana. Mtu kama santos atajisikiaje? Kwa hiyo ndugu wenyewe sasa hivyo wamekaa kikao, wanamwambia sentano usitoe. Hilo la kwanza, lakini la pili, hakuna tajiri anayependa mafanikio ya wa mfanyakazi wake wa. Mimi nikuambie mimi leo tarenga tarehe tatu Tarehe tatu, mimi nipo nae mm -hmm. Tunaongea ile nyumba ikiisha, mimi nahama nchi. mimi, mimi, mimi nilizindua nyumba imekamilika kila kitu, sindio, kitu ngoja, mimi nilizindua nyumba imekamilika. Akikamilisha ile nyumba mimi simpi simpi miezi miwili, nampa miaka minne kuanzia mwaka huu, miaka minne. Akimaliza ile nyumba ile mm -hmm. nyumba, mimi nahama nchi. Na wewe nipigie nambie, mwingi wako unatakiwa uame nchi